Ahadi yetu ya kwanza, tunasema kwanza biashara inayowezwa kufanywa na mtu wa Zanzibar itafanywa na mtu wa Zanzibar, ili faida itakayopatikana ibaki, iwasaidie, izunguke Zanzibar. Dunia ya leo hakuna tena swala la kwamba ni maarifa labda ni, ni jambo kubwa. Dunia ya leo ni mashine Sarabala yote hapa, akipata mashine za kisasa atatengeneza kitu chochote, atauza mahotelini, atauza serikalini, atauza majumbani. Hatutakuwa na haja ya fanicha hizi za kushikiza za Kichina. Leo watengenezaji wa chuma wanachohitaji ni mashine za kisasa na jamani, sikokua ni jambo Si jambo linalohitaji pesa nyingi, linahitaji mawazo na serikali kwamba inawajali.